Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi tukiwa tunaendelea na mdahalo wetu kuhusiana na mustakabali wa masomo ya sekondari msingi. Nataka kuendelea kutoka mahali ambapo Ann alikuwa ameachia, akataja kwamba uh, katika masomo kama creative arts and, and sports uh, kunakosekana walimu ambao wanahitajika kwa masuala haya. Nadhani na Michael, unaweza kutueleza kwa yule ambaye haelewi hili somo creative arts and sports linajumuisha nini na kwa nini ana anasema kwamba walimu hawatoshi katika baadhi ya masomo haya? Asante ah, sana Mwashirima, ninapoongea kuhusu creative arts and sport iko ndani yake igona ma masomo matatu. Kuna somo la sanaa, kuna somo la mziki na kuna somo la michezo ama sports. Sasa kama mwalimu yeyote ambaye hana uwezo wa kufundisha mziki, ambaye wajua hiyo ina, inaendana na talanta ya mtu mm -hmm. Kama mwalimu hana huo uwezo na hakuwa amesomea na ni masomo ambayo amekuja akajumuishwa pamoja, hapo ndio kuna tatizo. Mm -hmm. Na walimu wengi wao wale ambao wako katika, ambao wanafundisha kwa sasa hivi, wengi wao walikuwa wanaegemea masomo ambayo ilikuwa ni ya mfumo wa 844. Mm -hmm. Ambapo hakukuwa na vitu kama hizo. Mm -hmm. Lile hata somo lina shida, hata si creative arts and sports, ni somo linaitwa pretechnical Mm -hmm. Studies. Mm -hmm. Hilo ni somo ambalo ni ngeni sana na linahitaji mtaalamu mmoja, mtu ambaye amepitia TVET. Mm -hmm. Hakuna mwalimu ambaye ako darasani ambao wamepitia amba wa mafundisho ya, ya, ya walimu Mm -hmm. ambaye alifundishwa mambo ya Mm -hmm. But hilo ndio najua liko na tatizo, ndio sana sana halina walimu. Aha. Aha. Aha. Caroline, wewe kama mzazi, watoto wako wanasemaje kuhusiana na utayari wao wa uh, uh, huu mtihani wa KJSEA? Asante sana mwashirima. uh, mimi ni mzazi wa watoto wawili wa junior secondary, na hawa watoto wanafurahia sana msomo wa JSS Uh, maana kuna mchanganyiko, kuna ile kusoma, kuna projects, kuna kama hizo pre, pre-technical studies zenye wanatumia laptop, wanatumia simu za zingine mm -hmm. So kuna ile mix ya ile theory ya shu, ya class na practicals ya vitu mingi mm -hmm. So kuna kuanga na ile mchanganyiko wa tunaenda kupika leo, tunapika kitu fulani, so kuna mabadiliko badiliko mm -hmm. ambayo inawafanya wanakuwa na ile motisha ya kuendelea kusoma mm -hmm. uh, na kwa wakati huu ni E, nikiwaona wa, wamesisitiza wa, wa, wa sana mambo ya kusomea mtihani kwa maana ukiona hii jkjsea aina tunaziita past papers, exam past papers. Mm -hmm, zile tunaziita zile tulikuwa tunatumia 844 ama wale wako form 2 ama form 3 sahi walikuwa na zile past papers za kutumia kurevise mm -hmm, hawa sasa hawana. Mm -hmm, ni ile wanatumia wana sample exam papers mm -hmm, so wako wanafanya bidii sana, inabidi wafanye bidii, maana wajui huo mtihani utakuwa vipi. Naam, Duncan yeah. Uh, Karlin akiwa nazungumzia kwamba uh, sasa hivi kwa, hakuna uh, mitihani ya kurejelea ambayo ilikuwa imefanywa awali. Labda unaweza kutueleza kama kituo cha Gravity mna, mmeweka mikakati gani kuhakikisha kwamba watoto wana ufahamu kiasi kuhusiana na jinsi ambavyo uh, maswali yatakuwa yanaundwa yana katika mtihani huu ambao unatarajiwa. Asante yeah, sana, sana. Madam um, um, Kapombe, um, ni kweli vile eh, Madam Korer nasema hii mtihani ni mtihani ya kwanza ya, ya kijisea kufanyika na kwanza niongere huyo mtihani kidogo ni mtihani ya competency-based mm -hmm. assessment. na competency-based assessment ni mtihani ambayo ina assess process tofauti ya 844 na nyingine hii ina, ina assess the process so the, learner should understand the process kama eleyo process wezipata ile, ile, ile, ile uh, jawabu ile ya kweli. Ah, neck ambayo ndio wanatengeneza mtihani, walienda wakatengeneza, inaitwa pilot papers. Zile subjects zote wakatengeneza pilot papers na e, ndio watoto wa, wa, wanafunzi waelewe vile mtiani inatungwa na, na vile watawajae ndio wakiwe tayari kwa ile mtiani. Kwa hivyo um, kama gravity sisi, sababu sisi ni practical, we, tunajaribu ku, uh, kutafuta jawabu ya kusaidia uh, watoto mm -hmm sa watoto sababu ni watoto wa kwanza kwa hii eh, eh, eh, eh, tumekuwa na uh, programs kadha wa kadha kama eh, tumekuwa na symposium ambao tulikuwa tumeita wal, wal, walimu wakuje, mm -hmm. uh, na watoto wakuje sababu sisi in practical center, tunaenda, tuna tuna we answer those questions from the practical studios. kama ni maswali ya agriculture tunaenda kwa farm tunawaonyesha wanaanza those questions, wanajua process ya kujibu ile maswali. Naam. Na hii ni kitu ambayo hata kila shule shure inaweza fanya. Naam. Kama ni eh, science wanaenda kwa lab wana Naam. Tunafanya namna hiyo, ndio tulikuwa tunataka tuna kuhimiza kwamba ni vizuri walimu waprepare watoto wao. Naam. Lakini uh, kitu kingine cha muhimu sababu watu wote hawezi kuja gravity eh mm -hmm. uh, hatuna you know, capacity ya kuchukua watoto wote you know we can only take a, a, a you know few schools mm -hmm. and we encourage every school that is able to come in the next uh, few days i mean before the exam they can actually come to the center and we can take them through their the assessment method eh? Mm -hmm. Tukaona ni vizuri sababu hata kutangamana na ile, ile pilot paper vile imetengenezwa, mtoto anafaa atisa tangamane na hizo eh, eh, assessment zote za zile subject zote nane eh, tisa. Uhum. kwa hivyo tuko na tuko na app ambayo tumeenda tukachukua zile eh, assessment za neck tukaweka kwa hiyo app na mtoto anakuja ana flip tu, kama vile kama una flip kitabu, kama vile una flip hii kitabu mm -hmm. una, unaangalia vile imesetiwa, vile maswali hiyo, maswali yote una flip, unaangalia una mpaka ats, hata kama uko mashinani wapi mm -hmm. bora tu uweze kupata na, nafasi ya simu ambayo iko mm -hmm. na internet mm -hmm. unaweza access hiyo na ukitaka sasa kujua ile e, sababu tumekuja na, na answer za hizo questions mm -hmm. Pia unaweza unaweza angalia na hiyo nafasi ni free. Aha, uh, Kodende, kuna, kuna, kuna swala hapa kuhusiana na hao uh, watoto. Mara wanapofanya mtihani huu mtihani ndio utakuwa kielelezo ya watachukua masomo gani watakapofika shule ya upili. Sasa kuna wale kama Agnes katika kaunti ya Kilifi ambao hawajawai kuona lab, kwa hivyo hutarajii kwamba watapita mitihani ya sayansi na kuingia katika shule ya upili ya uh, ambayo kuna hiyo pathway ya ya sayansi. Je, uh, kuna namna ambavyo huu mtaalama huu mfumo unawafungia wengine nje kutokana na hali yao na miundo msingi ambayo ipo karibu nao? Okay, mf, uh, asante, uh, mfumo wa CBE siwezi sema inafung, una, inafungia uh, Uh, wanafunzi wengine nje, mm-hmm. Kwa sababu iko na pathways tatu mwanafunzi mwenye haja interact na uh, lab, bado ako na option ama ako na opportunity ya kuingia kwa social sciences. Uh, labda tuseme iko biased in a way that um, uh, uh, maybe imekuja haraka sasa unapata you know infrastructure kuna shule zingine kama penye natoka mm -hmm. penye natoka huko ushago mm -hmm. Uh, na huko ni wapi? <laughs> <laughs> huko ni wapi, mbona unataka kutuambia <laughs> <laughs> yeah, so unapata hakuna uh, zile labs sufficient zenye mm -hmm. zinaweza support uh, mtoto mwenye anataka kuchukua stem achukue, lakini most schools unapata, that's why the Ministry of Education ilienda kwa mashule like last time, uh, huko kwetu walikuwa wanatembea wanafanya assessment, wanaangalia infrastructure, wanaangalia kila kitu, washrooms and whatever, ili kuhakikisha kwamba zile pathways zenye wanawapea ama mnachagua muko na enough infrastructure ya ku support. Kwa hivyo yule mwenye hataki kufanya maybe maybe ajai interact na lab, bado ako na option ya kuingia kwa stem ama arts and science mm -hmm. But iko na some level of biasness maybe due to the infrastructure in some areas, na hapo ndo nilikuwa nataka uzungumzie, maanake kunaweza kuwa na mtoto ambaye anataka kuwa daktari, lakini kama hajakuwa exposed, hajapata hiyo exposure. What options do they have? Ni kwamba sasa aseme, ah, sija sijawahi kuona lab, so sitaweza kuwa daktari. Na watoto wanapokuwa, ukiuliza mtoto, kuna yule atakwambia anataka kuwa mwalimu, kuna yule anasema anataka kuwa daktari, kuna mwingine anasema anataka kuwa mwanahabari. Wakati ambapo miundo msingi hii inakosekana katika baadhi ya shule, inawaathiri vipi wale wanafunzi ambao wako hapo? Ina ina ina kill, wacha niseme inaua destiny, kwa sababu mtu anataka kuwa daktari lakini hajai interact na lab. Lakini pia niseme wakati tulikuwa tunakuwa hata sisi tulikuwa hii mfumo wa 844, hatukuwa interact na lab. Tangu nitoke grade 1, actually preschool, mpaka class 8, sikuwa interact na lab, lakini wakati nilienda high school nikaanza kuinteract na lab na, lakini tofauti wakati huo ilikuwa ni kwamba hizi high school zilikuwa hazina pathway specific, ambayo imetolewa na Ministry of Education. Labda unaweza kutueleza eh, eh, kama Missions of Hope mko na pathway moja ama mtoto anaweza kuja na akapata ile exposure kwa pathways tofauti tofauti na akajiingiza mahali ambapo ndoto zake zipo. Okay. Kama shule Missions of Hope uh, boys uh, tuko na um, tume, tumepewa pathways tatu tuko na STEM na tuko na social sciences alafu tuko na arts and sports science kwa mm -hmm. sababu tuligundua kwamba tukichukua mbili, uh, watoto wetu wako very very talented mm -hmm. yeah, saa uni the next, um, the next runi ama the next christian unataka kufungia inje mm -hmm. yeah so uh, sisi pathway tatu, na, yeah, tuko na tatu na tuko ready kwa accommodate the number that we had assessed na tukaona hawa wakikuja will provide the three pathways as we had uh, said. Thank you. Uh, Duncan, mm -hmm. mm -hmm. uh, uh, tuzungumzie kidogo uh, hizi shule za upili, je, zitatoa zita, zita nafasi kwa wanafunzi ambao hawajawahi kukumbana na baadhi ya miundo msingi katika zile ndoto ambazo wako nazo kwamba wakiwa wakubwa wanataka kufanya kazi fulani wanapoenda katika shule za upili, baada ya mtihani, wataweza kupata nafasi hiyo ya kuwa exposed na kuchagua, labda uh, katika mwaka wa kwanza anaweza kuwa alipendelea social studies, lakini akaona kwamba uh, masuala ya sayansi ndio yanamvutia, anaweza kubadilisha. Kuna hiyo nafasi katika shule za upili. Asante sana kwa hiyo swali uh, lakini kabla niseme ni kwa hiyo le, wacha nilejere le, tu uh, hiyo swali ingine ilikuwa nimeulizwa uh -huh. Na akaingilia uh -huh. Bwana Washington, sababu naona tu, nataka ku, kusema kwa, kwamba wanafunzi wasiwe na toasiri sana uh -huh. Eh, sababu tunaweza kaa hapa tu we create a, an environment that those who do not have a love, they are doomed. I want to demystify that. uh, I want to tell you that, uh, Integrated science is divided into three parts kuna the human body living, uh, living things and human body you ni biology mm -hmm. you don't need a lab mm -hmm. for that kuna uh, mo motion and uh, movements that's the physics part of it you don't need a lab mm -hmm. those who have been to our center know that the mixtures that's now

to to, to, to, to do well in the assessment. mm -hmm. But I think umeuliza uh, swali ambayo ni nzuri sana. Because apparently junior school nafasi ya junior school ni exploration. the learners were supposed to have been exposed to all the learning areas mm -hmm. so that they can choose from what they have experienced. mm -hmm. But the fact is that

tutazungumzia so can, can uh, zaidi kuhusiana na uh, hayo matayarisho haswa kwa walimu ambao wako hapa na wazazi waweze kutueleza ni vipi ambavyo wanafunzi wanajitayarisha haswa uh, kabla ya mtihani huu wa KJSEA ambao unatarajiwa kuanza tarehe 27 mwezi ujao. Mtazamaji, hebu tuwasikize wananchi kutoka kaunti uh, ya Samburu wanasemaje kuhusiana na mdahalo wetu wa leo Boniface Barasa Ndiyo ripoti yetu huko. Dk Mashimo Kapombe tunakuja moja kwa moja kutoka Gatuzi la Samburu kulizamia swala hili zima la elimu ya sekondari msingi, na tangia uasisi wake, uh, imekuwa hali ya vuta nkuvute ya kutoa na kijasho walimu wa kibwa la mazao dhidi, uh, ya wajiri wao ama dhidi ya serikali uh, wakitaka matokeo yao kuweza kufanyiwa kazi, na ikiwa imesalia siku chache tu uh, uh, ikifahamika kwamba mwezi ujao wanafunzi wa grade ya tisa watakuwa wanafanya mtihani wa mwanaandika mtihani wao wa kitaifa, je, mstaka wa elimu ya sekondari msingi kwa namna gani? Nasema na wazazi kama pia wanaridhishwa na elimu hii ama namna gani? Mimi ni mzazi ambaye pia hakika niko na mwanafunzi wa grade tisa ambaye sasa anafanya mtihani wakati huu, na kwa hakika tumeona gharama mingi kama wazazi. Tumeona gharama kwa sababu tunanunua vitu vingi tangu mtoto aingia grade sita, saba, nane, tisa sasa na lakini tunaona pia kuna hiyo mfute ya walimu wa grade hiyo ya tisa na walimu wa primary, kwa sababu mwalimu mkuu ananyanyaza hawa wengine na hawa wengine ni graduates na hawa wengine bado ni walimu tu wa primary, na tunaona kuna mvuto. Ingewezekana sisi kama wazazi kuwe na separation completely. Structure itoke from national rais akae sini na waziri wa elimu ili sasa education hiyo ya JSS kuwe na system yao. Wewe umesema una mwanafunzi wa grade ya tisa. Uh, mwezi ujao watakuwa wanaandika mtihani wao yes. Je, umeridhishwa na kuandaliwa kwake? Hakika kwa mimi kama mzazi eh, sina Sina imani ya kwamba mtu anafunzi wangu mtoto wangu ako sawa kwa sababu mambo mengi anasoma mengi mengi, ambayo tumeona na mambo mengi anaambiwa lete hii na hii, kama mzazi. Okay, maoni yangu ninaona like, uh, most of junior secondary teachers they are degree holders na hawataki kuwa under, under leadership ya, ya primary head teachers, wanataka wajisimamie, so unaona hapo kuna confusion. Mzozo huu unapoendelea unaweka wapi hatima yama yama JSS. JSS. ya masomo ya maelfu ya wanafunzi nina ndugu mdogo ambaye anasoma katika JSS ako grade ya tisa kila siku kila siku simu moja, mbili, tatu nahitaji hii nahitaji hiyo nahitaji ile nyingine jamani tukiwa, tuna, tukiwa katika ule mfumo wa 844 hatukupitia haya tulisoma vizuri wanafunzi wetu walikuwa na concentrate. kama hii ni time ya exams. huu mfumo wa elimu kwa sasa naona imekuwa gharama kubwa kwa sababu kitambo kidogo, sisi hatukuwa tunaitishwa haya mambo yote, lakini kwa sasa unakuta mtoto ana, unakuta hadi anaitishwa mpaka kila kitu kama ma, mayai, nyama, vitu kama hizo na mashima kapombe, ndizo kauli zinazoibuliwa na wakazi wa hapa, wazazi na wadau wa elimu, wakitaka uh, serikali kuingilia kati, kuondolea mzigo mzito wa wazazi, ili kuona kwamba mfumo huu elimu unaweza ukafanikiwa. Na pia wanataka uh, yale mafarakano yaliyopo baina ya walimu wa JSS uh, wa sekondari msingi, pamoja na walimu wa shule za msingi uh, kuweza kutatuliwa, hasa kwa kuwapa uh, uwezo wa kujisimamia wenyewe, ili kutatua na kuzika tofauti zao ili uh, kuhakikisha kwamba tofauti hizo haziathiri elimu ya maelfu ya wanafunzi katika shule za sekondari msingi ilio. Tuko hapa katika eneo la Tala katika eneo bunge la Matungulu, ambapo tutapata fursa kutangamana na wananchi katika mada ya leo ya sekondari msingi, na wacha tusikie wanayapi katika hii mada. JSS imekuwa ni donda sugu kwa wazazi, kwa walimu, na pia serikali imeshindwa kusupport JSS vile inafaa tumeona mashida nyingi ambapo wazazi wanalazimika kugharamikia hii maisha sana. Uh, kumaintain watoto shuleni imekuwa shida. Pia walimu wanalalamika sana kuhusu uh, lack of adequate infrastructure, hakuna laboratories uh, wazazi pia wanalalamika sana kuhusu mambo na uniform mambo na textbooks ambazo wanaitishwa kila mara. Pia tukiangalia serikali imeshindwa kuweka ile capitation ambayo inafaa. Tukiangalia walimu wengi wa JSS wako katika hali ya internship, ambapo wamekuwa wakiomba kila wakati waweze kuwa confirmed. Kwa hivyo mimi nataka kuambia serikali ijaribu sana Uh, kuzingatia na kuweka mbele mambo ya JSS, ndio maana uh, funding iweze kupatikana vile inafaa, na pia wanafunzi waweze kusoma vile inafaa. Naona imekuwa changamoto na kama nightmare kwa wazazi wengi, kwa sababu eh, mambo mengi sana yameidiwa JSS. Saizi hata kuna mashule hakuna madarasa ya JSS, na pia bado eh, JSS imekuwa yani, pia ni, ni kigezo kikubwa sana kwa wazazi kwa sababu imekuwa ni mzigo ambao yani hata wadhambi unanafuu, kwa sababu kila siku unapata tu watoto barabarani, ukiuliza ninini nimefukuziwa hii, ukiuliza ninini nimefukuziwa ile. So hii JSS, mimi hata kikwangu mimi naona, hata heri tu tungeendelea na ule, ule tu msimu ule, ule wa kwanza. Haya, kingine, serikali imeweza kupromisi watoto mambo ya laptop, hatujaiona laptop Haya eh, lab hakuna labu mashuleni. Haya vitu zingine eh, kila rais anayeingia unasikia free free education, free education. Hakuna free, wazazi mifuko imekuwa dry kwa sababu ya pesa zote zinaishia shuleni. Hii free free free, hii free ni nini hii free ha? at least tuambiwe, hii free free free tunaambiwa free education ni gani? ni vile aiendelee vizuri kwa sababu hii madarasa ya kutoka standard 6 7 and 8 ni kama jumulation imekuwa na shida, watoto wamekuwa wengi shule, wale walikuwa waende form 1 hawajaenda. Kwa hivyo primary wako na shida kubwa sana, accommodation hakuna, structures hakuna, walimu hakuna hata the same time, ile ile nini, ile laptop waliadiwa hawajapata. Kwa hivyo naomba serikali iangalie maneno ya education na pia secondary. Secondary kuna, kuna hii watoto wa standard 9 ziko, kila kitu kiko na walimu wako hisia tofauti. Kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Tala, eneo bunge la Matungulu, ambao wengi wasema serikali haiko imejiandaa vilivyo katika kuanzisha sekondari msingi kutoka kaunti ya Machakos.